Ni Jumatatu ya tarehe 20 Oktoba mwaka 2025. Na mimi naitwa Erasto Sendu lakini pia niko hapa na Yohana Mashauri. Habari ya asubuhi salama, mambo vipi? Shwari, shwari, kwema, sisi safi. Hii ni tatu kavu na asubuhi ya leo tuna magazeti yafuatayo: tuna gazeti la Mwananchi, tuna gazeti la Zanzibar Leo lakini pia tuna gazeti la Uelekeo pamoja na Mwanaspoti, bila kusahau tupo na washirika wetu Kaizali Building Material, ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Sasa kama unahitaji kukamilisha ujenzi wako, lakini pia inawezekana unatamani kuanzisha biashara ya vifaa vya ujenzi, lakini hujui unaanzaje. Sasa kwa changamoto yote kama hii, basi wasiliana na Kaizali Building Material kupitia namba 0769771165 ama 07 62771159 au fika katika ofisi zao ambazo zinapatikana uwanja wa Jamhuri Dodoma. Tukianza na gazeti la Uelekeo, habari uh, ya kwanza inasema kwamba Dkt. Samia gridi ya maji ya taifa itamaliza kero. Dkt. Samia amefuta kodi 250 kwa beba wa Tanzania. Dkt. Nchimbi nitamsaidia Rais Samia kwa uaminifu. Haya yote tayapata katika gazeti la Uelekeo, leo yetu ndiyo kesho yetu. Kavu ya pili kutoka gazeti la Mwananchi nasema, kauli za amani ukweli za tikisa ni kutoka kwa viongozi wa dini kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba. Eh, askofu ataka watu wakubali kukosolewa. KKT wampa tuzo Samia. Habari hii ipo ukurasa wa, habari hii ipo ukurasa wa pili wa gazeti hili lakini, pia mchuano wa ratibu kampeni za CCM kivipi? Basi habari hii utaipata ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi. Lakini kwa heri baba E, ni habari ambayo imeambatana ime na picha ya inayoonyesha sanduku ama jeneza la aliyewahi kuwa Waziri Mkuu wa Kenya Raila Odinga wakati akiagwa ama akifanywa ibada ya mwisho. Habari hii ipo ukurasa wa sita wa gazeti la Mwananchi. Lakini heche uhamiaji ni mguu kwa mguu, kivipi basi? Jipatie nakala ya gazeti la Mwananchi. Habari hii ipo ukurasa wa tatu na katika gazeti la Zanzibar Leo, Dkt Samia ataja sababu wananchi kuichagua CCM eh, lakini pia katika habari nyingine mhandisi Zena abainisha hatua za kukabili ajali za moto eh, lakini katika habari nyingine pia Israel yarejesha miili 15 ya Wapalestina. Nikukumbushe kuwa uh, kwa wale ambao wanahitaji vifaa original ama vifaa ambavyo vina quality ya hali ya juu Kaisari Building Material wenyewe ni watu kabambe, waliobobea waliobobea kwa zaidi ya miaka 30 katika usambazaji na uuzaji wa bidhaa hizi za vifaa vya ujenzi. Ukitaka kuwapata, wapate pale jamhuri Dodoma. Lakini pia kwa mawasiliano zaidi, unaweza kupigia simu 0762771159, lakini pia 0769771165 kama sio kwa Kaisari, I say usinunue. Sasa tugeukie gazeti la Uelekeo. Yanga ya mtimu wa Falls baada ya kichapo ngumi ridhaa wa peta Afrika, lakini pia Simba AC ya irarua nsingizini sebuleni kwao e. Singida Black Stars ama Singida BS yalazimisha sare ugenini Pyramids, e, yatwaa na Super Cup Afrika na yote utayapata katika gazeti ili, ili la Uelekeo upande wa Mwana Sposi, habari inasema Nabi atia mkono kocha mpya Yanga eh, roro afungiwa vioo Jangwani. Namuona pia kocha huyo wa zamani wa Yanga eh, Nasri Nabi akiwa anaonekana vizuri kabisa na tabasamu, pengine huenda akawa, eh, ndio kocha ajaye wa wananchi, lakini ngoja tusubiri. Lakini taarifa nyingine nasema Simba ya meneja Eh, bango kubwa sigizini, sifuri simba bao tatu. Ibenge ana jambo lake azam kivipi? Basi jipatie nakala ya gazeti la Mwana Sports iweze kuelewa taarifa hii. Lakini kesho Jumanne ligi kuu Tanzania habari itaendelea ambapo Mbeya City dhidi ya Tanzania Prisons ni dabi hii. Lakini taarifa nyingine nasema Beckham kutumika kuinunua Manchester United kivipi? Basi jipatie nakala ya gazeti la Mwana Sports ili uweze kuelewa taarifa hii na katika gazeti la Zanzibar leo upande wa michezo Simba yaitoa usingizini msingizini hot Spurs <laughs> lakini pia kocha KMK hajakata tamaa kwa Azam e, bado anataka kuwanyemelea e, watoto wa Ibenge. Mambo hayo yote utayapata katika gazeti hili la michezo Zanzibar leo Jumatatu tarehe 20 Oktoba. Sawa, hivyo ndivyo tunahitimisha tatu kavu kwenye magazeti siku hii ya leo, lakini tulikuwa na washirika wetu Kaisari Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Ni kwa zaidi ya miaka 30, wamekuwa suluhisho kwa wajenzi kwa kuwapatia bidhaa bora sana na ushirika wao na wazalishaji wa vifaa hivyo imekuwa ni nguzo imara katika kusaidia wewe hapo. Sasa, kama unahitaji vifaa pengine kwa ajili ya biashara ama hata kukamilisha ujenzi, basi fika katika ofisi zao. Sawa, hivyo ndivyo tunahitimisha tatu kavu kwenye magazeti siku hii ya leo, lakini tulikuwa na washirika wetu Kaisari Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Ni kwa zaidi ya miaka 30 wamekuwa suluhisho kwa wajenzi kwa kuwapatia bidhaa kwa kuwapatia bidhaa bora sana. unahitaji vifaa pengine kwa ajili ya biashara ama hata kukamilisha ujenzi, basi fika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa Jamhuri, Dodoma. Lakini pia unaweza ukawasiliana nao kupitia namba 0769 sabini na saba kumi na moja sitini na tano ama 0762 sabini na saba kumi na moja Tisa. Mimi ni Yohana Mashauri ni kwepo na Erastus Andrew na hii ni Open Online Media.